Ni matumaini yangu kwamba wewe ni mzima na Bwana amekulinda ndiposa akakupatia uh, hii zawadi ya uzima. Sio kwamba umetenda mema, sio kwamba ni kwa kutoa sadaka sana, sio kwamba ni kwa kulihubiri neno la Mungu sana, sio kwamba ni kwa kuomba, kujua kuomba sana, lakini huyu Mungu amekutunuku na zawadi hii. Kwa hivyo mpendwa, asubuhi ya leo ningependa tu nikwambie maneno haya kwamba kila itwayo leo, kila itwayo siku, kila itwayo dakika, kila itwayo lisaa, kila itwayo sekunde, kubali kumomba Mungu na kumshukuru Mungu. Jaza moyo wako na chemichemi chemi la shukurani. Wengi tunakosa kumshukuru Mungu kwa sababu yale mambo madogo anayokutendea Mungu unaona kwamba ni mambo ya kawaida na ni haki yako kuyapata. Natamani nikwambie hivi, mtumishi wa Mungu, mshukuru Mungu ni kwa ajili ya uzima. Mshukuru Mungu kwa kidogo, ndivyo Bwana akiona kwamba moyo wako umejawa na chemichemi la shukurani, atakujalizia hata yale makubwa. Lakini unakuta kwamba mwanadamu hupenda kumshukuru Mungu ni kwa ajili ya mambo makubwa. Nakwambia kwamba mpendwa, kuwa na moyo wa shukurani, naye Bwana